Habari zenu ndugu zangu watazamaji wa chaneli yangu pendwa zaidi ya Dr. Ramadhani, karibuni sana, kwa sababu leo tumewaletea kitu kizuri, ambayo ni masuala ya pete, pete ambazo zimenuiwa kimanuizo na pia zikatengenezwa kwa nguvu ya karama ama nguvu ya kiroho. Pete hizi zina nguvu ya mvuto na pia zina nguvu ya kinga, kwa kinga na sihiri ya uchawi wa aina yoyote, iwe wa binadamu ama ushetwani iwe ni nafsi mbaya ama mizimu mibaya, karibu uweze kujipatia pete ambayo inaweza kukupa sapoti katika maisha yako. Je, inakupaje sapoti? Inakupa sapoti kwa hivi, mfano ukiwa na biashara yako lakini wingi wa watu hakuna, basi pete itakusapoti kupata wingi wa watu, kuvutia biashara zao huko katika macho ya wateja na pia pete hii itakusapoti sana kukutanisha na watu mbalimbali maarufu kwa ajili ya kuweza kukuza kipato chako, na pete pia ina uwezo mkubwa sana pia kufukuza chumaulete. Kuna chumaulete aina nyingi. Kuna chumaulete ya fedha, mtu anakuja kununua kitu napomrudishia chenji inaondoka na pesa nyingine. Lakini pia kuna chumaulete wa kimamiskule Ye, kuna choma ulete wa misukule na pia kuna choma ulete wa kupeana mikono. Katika kupeana mikono pia kuna uwezo wa kusomba pesa katika mfuko wako. Kama una laki tatu unaweza ukajikuta laki moja imepotea na haujui imepotelea wapi. Kwa hiyo pete hii huwa inakukinga na matatizo mbalimbali, lakini pia pete inakukinga na maradhi ya kawaida na maradhi mbalimbali, na pia pete inakupa furaha ya moyo. Kama uamini, vaa pete. Kama una mawazo, utajikuta moyo wako unakuwa tulivu na mawazo yanakuwa yana Balance. Lakini kama hujavaa pete, mawazo yanazidi sana kwa kina. Hata ukienda kwa marafiki, mawazo yatatulia, lakini ukitoka, mawazo yanarudi kwa kasi, lakini ukiwa na pete itakusaidia, kwa sababu hata ukiwa peke yako, huwa mawazo hayawezi kukuzidi zaidi, na pia Pete inapeleka mapigo ya moyo kwenda vizuri, lakini kama hujavaa pete, kuna wakati mwingine unafanyiwa uchawi wa moyo wako kwenda kasi, ama mlipuko wa nafsi, ama hofu kutawala ndani ya mwili wako. Pete inasaidia mambo mengi sana, mambo mengi mno. Na pia pete inaweza kufanya jambo kumjua adui yako. Mimi ni hayo, kama utahitaji pete utana nami Dokta Ramadhani kwa namba zangu hizo hapo. Karibu sana, ili usisahau kus kusubscribe, kulike.